Kimsingi e, tunatoa mafunzo yanayohusiana na makosa ya kimtandao yanayodili hasa na maswala mazima ya udhalilishaji wa kijinsia na ukatili dhidi ya mtoto, ambapo katika sheria e, hii ya makosa ya kimtandao kwa maana y imezungumzia baadhi ya makosa yanayohusiana na maswala hayo ya ukatili dhidi ya mtoto, mfano cyber cyber, maanayake ni kitendo cha kuweza kutuma taarifa za uongo au chuki E, katika mitandao dhidi ya mtu fulani. That is a cyber-stalking. Lakini cyber bullying e, kuweza kutuma taarifa zinaweza zikawa hizo taarifa ni za kweli, lakini wewe unatuma kwenye, kwenye mitandao pasi na ridhaa ya muhusika, hilo ni cyber bullying. Lakini tunapozungumzia pornography, maana yake hili ni kosa linalohusiana masuala ya kuweza kutuma aidha ni picha au video za kingono katika mitandao. Na tunapozungumzia mfano hilo child pornography, maana yake ni kuweza kutuma picha au video za kingono ya watoto na sexting au trolling maanake ni kuweza kutuma jumbe fupi tunaita unsolicited messages, kuweza kutuma jumbe fupi e, katika mitandao kwa ajili ya kuweza kuumiza zile hisia za mtu. Lazima sasa jamii iweze kufahamu kwamba ipo sheria inayosimamia e, makosa ya kimtandao kwa maana Cyber Crime Act, lakini pia katika ile sheria yako makosa ambayo yanajihusisha moja kwa moja na ukatili dhidi ya mtoto eh, na udhalilishaji wa kijinsia. Na sisi kama polisi ambao ndio wasimamizi wa hizi sheria tunapaswa kuweza kuchukua hatua pale ambapo mtu anakwenda kuripoti kwenye kituo cha polisi au kwenye dawati la jinsia na watoto eh, elimu hii waichukulie kama ni chachu kama ni chachu ya wao kuweza kuongeza weledi, kwa sababu sisi jeshi la polisi tuna huo eh, kauli mbiu yetu kwa maana ya haki, nidhamu, weledi na uadilifu. Kwa hiyo hapa tunazungumzia ishu ya weledi, professionalism yaani itakuwa ni dhambi kwa afisa wa dawati ambaye yeye kazi yake kubwa au jukumu lake ni kuweza kupeleleza hayo makosa, lakini yeye pia akawa hajui hata vile vijenga kosa vya hayo makosa. That's why we are here, na ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kuweza kupeana hiyo elimu. Kwa hiyo wito wangu kwao ni kuweza kuchukulia mafunzo haya kama ni chachu, kama ni fursa ya kuweza kuongeza weledi wa wao kuweza sasa kufanya kazi kwa weledi na ile tunasema professionalism, kwa maana waweze kufanya kazi kwa weledi na kuweza kutengeneza ile e, e, tunasema imani kwa jamii, kwa jamii iweze kuiamini kwamba jeshi la polisi, tunapokwenda pale tunaweza tukapata huduma e, kwa weledi. Yes, huo ndio wito wangu kwamba kimsingi waweze sasa kubadilika kutoka kwenye kufanya kazi kwa mazoea, kufanya kazi kwa kawaida, kuweza kufanya kazi kwa weledi kwa kuzingatia sheria, kanuni na misingi ya utendaji kazi wa jeshi la polisi.